Wakati mjadala ukiendelea katika mitandao ya kijamii kuhusu kufutwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima, Aba Askofu Dr. Benson Bagonza wa kanisa la Diocese ya Karagwe mkoani Kagera ameandika ujumbe mzito katika ukurasa wake wa Facebook kuhusu sakata hilo. Askofu Bagonza amenukuliwa akisema: kama ni kweli, inaweza kumaanisha hivi Eti kanisa limefungwa au kufutiwa usajili, kisa kiongozi wake kakosana na waliomsajili, au kadaiwa kuhubiri kinyume na alivyotegemewa. Kama ni kweli, tujifanye kuuliza, kanisa ni mali ya mtu? Kama kakosea yeye, kwa nini kanisa lifungwe? Yaani mdomo utoe matusi halafu makalio ndiyo yachapwe kiboko? Hakuna kanisa linalotuma mtu kuchochea, kutukana, kubaka, kuibank kama lipo zipatikane miniti za kikao kilichoruhusu hayo. Kinyume na hayo ni kuingilia uhuru wa watu kuabudu. Uhuru wa kuabudu ni wa msingi sana, maana unaruhusu hata kuabudu watawala. Tusiwachagulie watu ibada. Bado siamini kama ni kweli, kwa sababu zimetoka barua mbili, moja ina sahihi na nyingine haina sahihi. Kama ni kweli kanisa limefungwa, maana yake yaweza kuwa hii moja, Tangu sasa viongozi wote wa dini zote watatakiwa kutoa nakala ya mahubiri yao kwa wakuu wa serikali siku mbili kabla ya ibada ili yahakikiwe. Mbili, maimamu, mashehe, mapadre na wachungaji walio kwenye maeneo ya kata wawasilishe mahubiri yao kwa maafisa watendaji wa kata siku mbili kabla ya ibada. Tatu, endapo maafisa wa serikali watakosa muda wa kupitia na kuhariri mahubiri hayo, ibada ziahirishwe kusubiri uhariri huo. Nne, atakayehubiri bila kuhaririwa na akaenda kinyume, faini pekee haitoshi, kifungo kina unafuu, bali kanisa, hekalu, msikiti utafungwa. Tano, maafisa wa serikali ngazi zote watatakiwa kwenda kozi ya kujifunza elimu ya dini na teolojia ili kufanya udhibiti huu kwa umakini. Sita, maafisa wote wa serikali itabidi wazikane dini zao ili wasije kuonea au kupendelea dini yoyote. Saba, upelekwe muswada bungeni haraka sana tena kwa hati ya dharura ili kubadili katiba na kutamka kuwa serikali yetu sasa ina dini rasmi isiyotamkika jina lake na dini nyingine zimefutwa na kubakiza hiyo dini ya serikali. Nane, viongozi hawataruhusiwa tena kuapa kwa misahafu ya dini zilizofutwa. Misahafu hiyo itakuwa imefikia ukomo wa matumizi, maana inasababisha viongozi wa dini kufanya uchochezi. Tisa, siku kuu za kidini zinafutwa rasmi na hakuna mapumziko siku hizo. Kumi, mahusiano ya kibalozi na nchi zote zenye kutambua uwepo wa dini zilizofutwa au kufungiwa yanafungwa mara moja. Mabalozi wa nchi hizo walio nchini waondoke na mabalozi wa kwetu walio nchi hizo warejee nyumbani. Kumi na moja, tangu sasa ni marufuku kuomba sala ili kula chakula na ndoa zote zenye uhalali wa kidini hazitambuliki tena. Kumi na mbili, wimbo wa taifa uondoe neno Mungu kwa sababu Mungu huyo anaweza kuleta uchochezi wakati wowote. Tulianza na uhuru wa kukusanyika, tukaja uhuru wa kuishi, tukaingia uhuru wa maoni, hatimaye tutakuwa tumeingia uhuru wa kuabudu. Imebaki nini? Uhuru wa kujinyonga. I hope ni naota, sio kweli, ni, ni mitandao tu inazusha na kufanya uchochezi.